Tujitahidi angalau kuwe na ushirikiano miongoni mwetu wenyewe. Yale mambo ambayo tumeasisitiza, tukumbuke ya ja kwanza, zingatia sheria, taratibu, kanuni na miongozo ambayo hiyo ndio inayotusimamia sisi kama watumishi. Cha ja pili, hakikisha unakuwa mtunzaji wa ile chombo ambacho umepewa aa, kukisimamia kwa sababu hicho kinakusaidia kuendelea kupata riziki yako na kadhalika. Cha ja, tatu wajibu na haki. Ukiwajibika kuna haki yako na stahili, na wewe utaipata. Ya nne, hakikisha unatunza siri, siri za uh, unaoendesha, siri za ofisi, stoa ovyo, nyaraka na mambo mengine yanayofanana na hayo. Lakini tumeongea habari ya mahusiano mahali pa kazi, mahusiano nyumbani, lakini epuka migogoro ambayo haina sababu ukiona ma, uko mahali pa kazi halafu kuna migogoro inaibuka then wala kuna sababu ya kujiingiza kwenye migogoro na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ukiyazingatia hayo ukaimarisha ushirikiano na wenzako uka kwa kwenye huu moja wa wa madereva kama kuna changamoto zimejitokeza atio hapa ameeleza namna ambavyo tunatakiwa tutunze logbook tuheshimu kazi gari yawe safi lakini pia nimepokea yale ambayo umeyasema kuangalia kuboresha maslahi kwa wale ambao najua kabisa tuna mazingira ambayo yana changamoto amekoosha magari. Eh, basi, mkumbuke na mwingine, na afisa utumishi hapa amekamilisha kwa kusisitiza mahusiano mazuri, ushirikiano, tunza familia zenu, afya kula chakula, usipige deshi. Hayo ndio maisha ya kila siku ambayo yanatusaidia tuwe na afya ya akili lakini angalau tuende vizuri. Sasa mimi ni washukuru kwa majina anaitwa Michael Nyahoza ni afisa usafirishaji manispaa ya Geita. Tulikuwa na kikao kifupi baina ya mkurugenzi pamoja na madereva. Tunamshukuru mkurugenzi ametupa ufanuzi ya mambo kadhaa, hususani katika kuishi STK za kila siku, kama mtumishi wa umma, utunzaji wa vyombo vya moto protokol ikiwa lazima la itifaki, abiria watu wanaobeba mizigo, wanaosafirisha viongozi wanaosafirisha. Lakini kwa kusema, tunashukuru na naamini taenda kuwasimamia mimi kama kiongozi wa madereva na ataishi katika kuleta mujibu na afya kazini pamoja na utunzaji mzuri wa vyombo vya moto tulivyokabidhiwa. Kinachosisitiza zaidi madereva ni kuishi kuishi sana sana katika misingi ya STK kama inavyoelekeza, lakini zaidi pia kutunza magari. Magari ni ofisi kama ofisi nyingine.